Miaka saba baada ya kupoteza matumaini na kubaki nje ya mfumo rasmi wa elimu kutokana na ujauzito, Ritha Erasto ameendelea kufungua ukurasa mpya wa ushindi katika safari yake ya kitaaluma. Itakumbukwa Ritha aliamua kurejea shuleni kupitia mfumo usio rasmi wa elimu haina mwisho katika chuo cha maendeleo ya wananchi Mbinga, ambako kwa muda wa miaka miwili alimaliza kidato cha nne kwa ufaulu mzuri wa masomo ya kitaaluma na pia ujasiriamali na ufundi. Safari yake haikuishia hapo. Ritha aliendelea na masomo ya kidato cha tano na sita katika shule ya sekondari ya Aquinas iliyoko wa Mtwara, na ufauli wake wa daraja la kwanza la alama tisa uliwashangaza wengi na kuthibitisha uwezo alioubeba licha ah, ya vikwazo alivyopitia. Sana sana ni ya kutokuaminika kwamba ah, unamwachaje mtoto nyumbani, alelewa na bibi, wewe unaenda kusoma, umeshaacha shule, inabidi ulee mtoto wako. Sijui niliwezaje, lakini ninamshukuru Mungu niliweza, ndio maana nimefika hapa. Nashukuru wazazi wangu pia, walinipa sapoti kubwa sana. Eh, kwa sababu mara nyingi saa nyingine hata mtoto akiumwa hawaniambii. Kwa sababu unajua akimia, tukimwambia huyo mtoto anaumwa, ata panic atashindwa kusoma. Kwa hiyo sijui hata ilikuwaje lakini namshukuru tu Mungu. Mlezi wa Rita alipokuwa kidato cha tano na sita katika shule ya sekondari ya Aquinas aliitabiri safari ya Rita kitaaluma. Tayari ameweza kuona mafanikio yake kutoka kule alikotoka. Ninaweza kumuona kwamba ni mtoto ambaye anaenda kufanikiwa. Kwa sababu anajua kwamba kumbe kesho yangu iko mikononi mwangu. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, au wote mliohudhurishwa, ongereni sana. Akiwa mhitimu wa shahada ya kwanza ya elimu katika sanaa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam chuo kishiriki cha elimu Mkwawa mkwani Iringa, Ritha anasimama kama ushahidi hai wa nguvu ya uthubutu, kujituma na nafasi kubwa zinazotolewa na mifumo isiyo rasmi ya elimu. kama elimu haina mwisho chini ya vyuo vya maendeleo ya wananchi kwa uratibu wa shirika la Karibu Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu. Elimu haina mwisho kwangu mimi, ni nuru ya, kwa sababu kama isinge kuwepo, manake nisingekuwepo hapa leo, bila wao kuonyesha ile njia kwamba tunataka mabinti, tunataka vijana ambao wamekatisha masomo kwa sababu yoyote ile, arudi shule afikishe fomo mimi nisinge, nisinge rudi shule. Nashindwa kuelezea kwamba najisikiaje, lakini ninajisikia vizuri sana sana kwa sababu nitamani sana na, na mimi nifikie siku moja niwe mtu ambaye ni msomi. Mimi saizi ni msomi, sehemu yoyote nitakapopita sitasita kutaja serikali ambao wameshirikiana na nini na Karibu Tanzania Organization. Kwa hiyo mimi nina furaha sana sana, siwezi kuelezea na unajua fulani ndani. Licha ya furaha ya kupata shahada, lakini Ritha anaijua changamoto ya ajira mtaani kusema kwamba sihitaji ajira, nahitaji ajira. Ione sasa, nilikuwa nakaa na na nyumbani, kwaio mtaani sio kugumu sana ukiingia na maarifa maake, mtaani wanahitaji sanasana maarifa. unafanya nini Safari ya Ritha inaakisi maono mapya ya sera ya elimu inayosisitiza kutomwacha mtu nyuma, kwa sababu kila mmoja anaweza kufikiwa na fursa ya kujifunza licha ya vikwazo vya kimazingira. Faraja Sendegeya, na hii ni makala ya Ufunguo.